Msemaji Mkuu wa serikali Isaac Mwaura amebaini kuwa sheria ambazo Rais William Ruto aliitia saini na kupitisha hazilengi kuwa haziwalengi ha, hazi wa Kenya ila kuendeleza taifa la Kenya. Mwaura aidha ametoa onyo kwa Wakenya ambao wanakejeli wanao wenzao katika mitandaoni kutokana na maumbile yao akisema kuwa chuma chao kimotoni. Mary Kyallo anatuarifu. Sheria ambazo Rais William Ruto alitia saini hivi majuzi ikiwemo sheria ya kudhibiti matumizi ya mitandao na ubinafsishaji wa mali ya umma zimezua hisia miongoni mwa Wakenya, huku viongozi serikalini wakiendelea kutetea hatua hiyo. Akizungumza wakati wa kutoa taarifa ya kila wiki ya serikali ya kitaifa, msemaji mkuu wa serikali Isaac Mwaura ametetea sheria hizi, akitaja kuwa ile ya mitandaoni si ya kukandamiza uhuru wa kujieleza kama vile Wakenya wengi wanavyodai. "On the Computer Misuse and Cyber Crimes Amendment Act, it is important to note that the new amendments do not curtail freedom of expression or give government agencies unchecked power to silence dissent, as alleged. Rather, they strengthen Kenya's capacity to combat real and growing threats. Aidha, alikuwa na haya ya kusema kuhusu sheria ya ubinafsishaji wa mali ya umma nchini hatua ambayo imekuwa ikipingwa na hata viongozi serikalini. On the Privatization Act, contrary to claims that the law allows

Mwaura alichukua fursa hii kudokeza kuwa serikali ya kitaifa imelaani vikali wote wanaotumia mitandao ya kijamii kukejeli maumbile ya Wakenya wenzao, akisema kuwa sheria itachukua mkondo wake dhidi yao. The government wants to strongly condemn those people who are using the social media to body shame individuals based on their looks.

Them in terms of their upbringing. Matamshi ya gavana wa Nyeri Mutahi Kahiga kumhusu hayati mzee Raila Odinga yakionekana kuendelea kumweka taabani, kwani Mwaura amedokeza kuwa ni sharti idara za uchunguzi kuchukua hatua dhidi yake. It is important to also send a strong warning to all of the leaders that are taking this opportunity, uh, you know, when we are still mourning our departed hero, right honourable Raila Odinga